Yani bora umetokea mapema, watu hawajaondoka. Chanzo si nini? akaiskuna amatilie wenda amatili miacha moto. Au hapa kuna watu wanaishi pia, hapo kati. Hapo si vijumba vya kota hivi, wenda. Yani kuna kitu amefanya sasa. Mbona yeseka? Unafuata moto? Amna, unafuata moto sawa.